Sante sana kwa maswali zuri. Kwanza nitoe wito kwa watu wote waliokuwa na mashaka kwamba Singida inaweza, ni watoe hofu kwamba Singida ina uwezo. Watu wote ambao wanaendesha mashindano mbalimbali ya kitaifa na mashindano ya ngazi zingine wanaweza kuyaleta mashindano Singida, kama mashindano yamefanyika ya Mei Mosi yanayohusisha taasisi nyingi za serikali na binafsi. Hakuna mashindano mengine ambayo kufanyika hapa Singida. Nafahamu na kuna mashindano kama shimiwi, kuna mashindano na shimuta shibisemita. Singida imethibitisha pasipo shaka yeyote kwamba inaweza kuhost mashindano ya aina yeyote, lakini pia nitoe wito kwa wadau wa michezo pamoja na viongozi wangazi, baribari, wa ngazi mbalimbali wa mkoa wa Singida michezo hii inaweza kuwa fursa muhimu sana ya kiuchumi na biashara. Ukiacha kutoa burudani kwa wakazi wa Singida inaweza kutumika kama fursa ya kuchochea shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo wito wangu kwa mamlaka na mbalimbali nafahamu hasa eneo la viwanja. Ziko taasisi nyingi zinamiliki viwanja. Ziko shule zinamiliki viwanja, viko vyuo viwa vinamiliki viwanja na taasisi mbalimbali. Wito wangu ni kwamba hebu tuendelee kuwekeza katika viwanja vya michezo. Vitatuwezesha sisi kufanya biashara na kuvutia watu wengi zaidi kuja Singida kwa ajili ya kuendesha. Mimi natamani sana kuona mkoa wa Singida ukua, ukiwa ni miongoni mwa mikoa inayotumika kama kituo cha utalii wa michezo. Watu mbalimbali waje kwa ajili ya kuendesha mchezo, na sisi watu wa Singida tunufaike na kupata fursa mbalimbali kama ambavyo nimeeleza. Lakini pili, nitumie pia fursa hii kutoa wito kwa uh, ndugu zangu maana ukiacha ni kuwa mjumbe wa kamati ya Mei Mosi taifa, lakini mimi ni mtoto wa Singida hii. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kutoa wito. Nafahamu uh, mwaka elfu mbili na ishirini na saba tutakuwa na, na mashindano ya AFCON yatafanyika Tanzania pamoja na nchi zingine za Afrika Mashariki, na moja ya kituo kitakachotumika ni Arusha. Sasa kutoka uh, Singida na Arusha ni karibu kilomita mia tatu. Kwa hiyo fursa ambazo zinajitokeza sio fursa ambazo zinajitokeza, watu watakao kuja kwenye michezo Arusha watahitaji huduma mbalimbali, huduma za vyakula na vitu mbalimbali mbalimbali. Kwa hiyo sisi watu wa Singida tujipange kunufaika na fursa zitakazojitokeza kutokana na uwepo wa kituo cha Afcon pale Arusha. Naamini kwamba tukijipanga vizuri watu watahitaji kula kuku wa kienyeji wazuri. Kuku wa kienyeji wazuri na wapata wapi zaidi ya Singida? Watu wanahitaji kula nyama ya mbuzi sio? Watu wanahitaji kula kondoo wanahitaji mboga mboga na matunda sio? Hebu tujipange vizuri watu wa Singida, kunufaika na fursa za kujiwa wa mashindano ya Afcon katika nchi yetu, huu ni mwaka 2025. Tunayo miaka karibu miwili hapa, tujipange kwa ajili ya kunufaika na fursa zilizopo. Unazijua wewe. E, hapa ni kwa hata wale watu wanaofanya wa biashara ya kuuza uji Wanasema kwa kweli katika wiki hizi mbili ambazo mashindano yamefanyika hapa, kwa kweli wameneemeka sana. Kwa hiyo michezo si tu burudani, lakini ni fursa katika uchumi na kuchochea shughuli za kibiashara katika mkoa wetu. Kwa hiyo, kwa hiyo siingine aaa, kusema kwa kifupi ni kwamba ilifanya kuzidi matarajio ya watu wengi. Wapo, wako watu walikuwa wanatarajia pengine labda itakuwa, lakini wanashangaa kwamba mashindano yamefanyika kwa kiwango bora, kiwango cha hali ya juu kuliko mikoa mingi. Kwa hiyo nitoe fursa, nitoe wito kwa watu wengine pia ambao walikuwa na mashaka mashaka kwamba Singida itaweza kupitia mashindano haya ya Mei Mosi, watoe mashaka kwamba Singida ina uwezo, Singida iko tayari kuweza kuhosti mashindano mbalimbali, lakini pia kuendesha shughuli mbalimbali za michezo. Kwa kweli, ni kitu kizuri, ni kitu cha kipekee sana kwa Singida. Ni hali ya hewa ya Singida kama nilivyokuwa nimesema, Singida kuna hali ya hewa nzuri. Kwa hiyo watu wanaweza kucheza karibu masaa yote bila kupata shida kubwa kutokana na hali ya hewa e. Singida hapa joto lake ni karibu nyuzi joto ishirini na tano ishirini na saba. Hapa kuna mikoa mingine watu wanacheza katika joto kali wanapata shida katika kucheza. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni hali ya hewa, hali ya hewa ya Singida. Kwa kweli kwa mchezo hapa Singida ndiyo nyumbani kwake, lakini pili, huduma za vyakula. Singida hapa huduma za vyakula ni ziko chini sana, wako watu walikuwa wanakwenda kula kuku, wanakwenda kula vitu mbalimbali, wakiambiwa bei wanauliza mara mbili, bwana hujakosea bwana, hamna kitu ulichosahau kwa sababu wanashangaa, hivi unawezaje kula vitu vingi, vitu vizuri kwa bei ya chini kiasi hicho? Kwa hiyo ni kitu cha kipekee sana kwa Singida eh. Lakini pia gharama za maisha kwa ujumla wake, watu walikuwa wanasafiri kutoka hapa kwenye viwanja mbalimbali, kwenye hoteli kwa gharama za chini sana. Lakini pia watu wa Singida ni watu wa ungwana na watu wa karimu sana. Watu wanashangaa, hivi hawa watu muona kama ni watu wa pole, watu wana wana ustaarabu wa kiasi hicho, kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo ni vitu vya kipekee sana kwa mkoa wa Singida. Lakini hili ambalo lazima nirudie na kulirudia tena, namna ambavyo mkoa umeyathamini mashindano haya ya Mei Mosi, kitendo cha mkuu wa mkoa kupitia uh, mganga mkuu wa mkoa kupeleka ambulance kwenye kila kiwanja cha michezo kupeleka madaktari, wauguzi na wataalamu wa huduma ya kwanza kwenye kila kiwanja cha michezo. Kwa kweli hii haijapata kutokea popote pale katika mashindano mengi na mikoa mingi ambayo tunakwenda, na kwa kweli kuna changamoto zilijitokeza viwanjani. Kwa mfano, uwanja wa magereza, yuko mtu alipoteza kabisa fahamu baada ya kutokea walipogongana pale uwanjani, lakini alipata huduma baadaye akapelekwa hospitali akahudumiwa vizuri na akagusiwa. Hakuna mtu ambaye amepata shida uwanjani alilazimika ali, ali pengine kusafirishwa nje ya mkoa kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hiyo Singida bwana ilikuwa imejipanga kuhudumia wachezaji kwa afya zao na usalama wao. Mimi naitwa Hamis Kitila, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Singida. Kimsingi tumepokea tumepokea shukrani kutoka kwenye kamati kamati ya maandalizi ya michezo Mei Mosi kupitia kwa vijana wetu ambaye alikuwa mjumbe wa kamati ya SIREFA. Ya, ni jambo jema, ni jambo jema. Ah uh, kufanya jambo na mtu mwisho wa siku akaja akakushukuru. Basi huo ni uungwana na ndio tabia zetu si watu wa mjini hasa mji wetu wa Singi. Uungwana sisi ndio jadi yetu. Kwa hiyo vijana wetu walikuja kutushukuru na sisi tunashukuru. Tunashukuru sana kwa ujio wake. Lakini out of that tume tumepata mashindano mazuri, tumepata mashindano mazuri ambaye eh, mimi naona ilikuwa ni fursa kubwa sana kwa mkoa wa Singida, mashindano ambayo yalistimulate yeah, uchumi wa Singida. Tumepata tamaduni na watu tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti ya Tanzania. Kwa hiyo hayakuwa hivi hivi, ya ya kutuachia masomo na mafunzo kwetu sisi kama FOA. Lakini katika hili na pia nimshukuru mkuu wa mkoa wa Singida ali, amefanya kazi kubwa mwana mama huyu. Na tunatarajia kwenda ofisini kwake kwenda kumshukuru na kuzungumza naye juu ya masuala ya maendeleo ya mchezo kwa ujumla wake. Ya, sikumbuki mara mwisho wa Singida ile host mashindano kama Alili, lakini nakumbuka ilikuwa ni mwaka wa mwisho wa mheshimiwa wa Mkapa, mwaka mmoja, miaka miwili kabla ya hapo, tulikuwa na Mei Mosi kama sikosea. Tulikuwa na event kama hizi lakini haikuwa na namba kubwa kama hii ambayo. Kwa hiyo tuna, tuna vingi vya kujivunia lakini tuna vingi vya kujifunza kutokana na hii tournament. Ya wananchi wote wa Singida kwa jumla yake walifurahia uwepo wa Leeds Singida. Kuna baadhi ya tournament za special ya mkoa ulikuwa ulikuwa ulikuwa boosted na hii activities. Kwa okay, kimsingi tunashukuru kila mmoja ambaye aliwezesha activities hizi.